Kuna huyu dada hapa, leo yuko bicha, anakula upepo na kuzungukazunguka kwa raha zake. Mara mbele, anaona kuna miwani fulani kama imetupwa hivi. Anaiangalia alafu anainama, anaichukua, anaikagua kagua alafu kisha anaivaa na kwa mbwembwe zaidi anachora pale ambapo miwani ilipokuwa alama fulani hivi anayoijua mwenyewe. Kisha huyo anajikataa. Sasa kipindi ameondoka pale miwani ilipokuwa panaanza kubadilika. Inaonekana hii miwani siyo ya kawaida. Na kabla hajafika mbali anaona kuna mchoro mwingine hivi, mwizi mwizi mwizi tena mimi mwizi. Anavua hiyo miwani anaiangalia angalia ili hmm. Neno nani ameandika hapa? Basi anaamua kuondoka lakini anawaza hmm. Nini hiki nilichokiona? Lakini hajali na mara, kabla hajafika mbali tena, anakutana na mchoro mwingine, irudishe. Sasa anaangalia afu, kama kawaida anapuuza, anaondoka tena. Na kabla hajafika mbali, anakutana na mchoro mwingine tena, irudishe. Aa, naona usinitanie bana, michoro imekuwa michoro. Anaamua kufuta yale maneno, basi anafuta mpaka anahakikisha hiyo michoro haiwezi kusomeka tena, alafu anaangalia huku na kule kama kuna mtu amemwona, kisha huyo anaondoka lakini kabla hajafika mbali tena anakutana na mchoro mwingine mara ya mwisho, kwa hiyo hili ni onyo la mwisho, arudishe hiyo miwani sasa. Anaangalia nani anayeandika hii michoro, anaivua na ikagua kagua, hii miwani ni ya kawaida kweli. Lakini huyu dada sasa ana shida ya kutokujali, anapuuza yale maneno alafu anaamua kuondoka kama kawaida. Lakini kabla hajafika mbali anasimama, anajiuliza mm, e bana nisije nikajisababishia matatizo, ngoja nirudisha. Anaamua kuirudisha, sasa anafika pale alipoichukua mwanzo, anafuta vile vya alama alivyokuwa amevichora, alafu anaikalisha hiyo miwani, anaondoka huku akiamini kabisa amemalizana na huyo mtu aliyekuwa anamchorea ambaye yeye hakumwona. Basi ni mdogo mdogo, aendelee na mishemishe mishe zake. Lakini kwa mara nyingine tena anakutana na maandishi, umechelewa. Nimechelewa? anaangaza huku na kule, lakini haoni mtu. Sasa ni nani atakuwa ameandika haya maandishi? Na mara kipindi anaangalia haya maandishi, mara hapo chini ya mchanga linatokea bonge la kiumbe la ajabu. Hilo linaanza kumtisha binti pale, anaona isiwe kesi, anaanza kulikimbia, lakini kwa vile kiumbe sori, kiumbe la kawaida linamkamata bana, na huyo linamshughulikia na hatimaye binti anayeyuka namna hiyo. Sasa kumbe huu ni mchezo wa kawaida kabisa kwenye hiyo bichi. Leo kuna mwamba mwingine, yuko bichi hapa kwa raha zake, anatembea tembea, na mara anaiona hii miwani hii miwani ni ya nani? Anausogelea taratibu, pale anachuchuma ili ya uchukue lakini ana sita, kitu nisichokijua nikichukue, ni kichukue? Anagairi, anachukua miwani yake iliyokuwa mfukoni, anaitinga, anaivaa, anaondoka. Kitu ambacho jue ni kuwa hii miwani ni ya kishetani na kazi yake ni kuangamiza watu wote wenye tamaa. Yaani ukiishika tu ukaivaa, umeisha. Punguza kuokotaokota vitu usivyovifahamu, utakuja kuisha bila habari.